Wakati wa shughuli ya mazishi ya kitaifa ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga, katika uwanja wa Nyayo, kaka yake Seneta Oburu Odinga alisababisha uwanja kulipuka kwa vicheko baada ya kumtambulisha mke wake wa pili hadharani kwa mara ya kwanza. Katika hotuba yake iliyokuwa na mchanganyiko wa huzuni, heshima na ucheshi, Seneta Oburu alianza kwa kuwatambua wake zake wawili mbele ya viongozi wakuu wa taifa na mamia maelfu ya waombolezaji waliokuwa wamekusanyika kumzika kiongozi huyo wa upinzani. Sasa ningependa kuwajulisha kwamba niko hapa na wake zangu, mimi ni jenerali, nina wake wawili, alisema Oburu akivunja ukimya wa umati uliokuwa kimya. Kama sitawatambulisha, wanaweza kuona wivu na kukataa kunipa chakula, akicheka. Alimtambulisha mke wake wa kwanza. Mke wangu mkubwa, Dokta Ani Ayo Oburu, yuko hapa. Huyu ndiye mwanamke alinitoa utotoni, ni daktari bingwa wa watoto, na ndiye tuliyokuwa naye pamoja. Kisha akaendelea kwa utani ulioibua vicheko katika uwanja, lakini nilifikiria kwamba sasa nikiwa na umri huu staki anikune mgongo wangu au kunikanda, kwa hiyo nikamleta msaidizi wake Judith Oburu, alisema huku akimtambulisha mke wake wa pili ambaye anafanya kazi katika shirika la NSSF na ni mhasibu kwa taaluma. My wives I, I am a general. I have two of them. If I don't introduce them to you, they might feel jealous and refuse to give me food. There's my, my elder wife Dr. Anne Ayo Oburu is here and uh, come. This is the lady who took me out of boyhood. She is a doctor, she is a, a pediatrician, and she is the one who, with whom we grew together. But I thought that now, at my age, I don't want her to scratch me, I don't want her to, to massage me. So I brought her helper, Judith Oburu.

Baada ya utambulisho huo, seneta Oburu aligeukia ujumbe wa maombolezo akihimiza familia na taifa kuendeleza urithi wa hayati Raila Odinga. Tafadhali hakikisheni kwamba moto wa Raila unaendelea kuwaka, alisema. Mnaweza kuona watoto wake, Junior ameongea vizuri, Winnie yuko hapa akiwa moto, Rosemary vile vile, na mama yao Ida yuko hapa. Tafadhali Ida, endelea kuishikilia familia pamoja na kuhakikisha moto wa Raila unawaka milele. Akihitimisha hotuba yake kwa maneno ya majonzi na upendo wa kifamilia, Oburu alituma ujumbe wa hisia kwa nduguye marehemu: Ndugu yangu, pumzika kwa amani, tukisalimu kwa niaba yetu baba yetu Jaramogi Oginga Odinga, mama yetu Mary Oginga na ndugu zetu waliotutangulia Agola, Osewe na Odima. Mungu mwenye nguvu atakupokea kwa mikono yake, kwa sababu ulikuwa mtu wa rehema, mwenye upendo kwa Mungu na kwa watu. Kwa maneno hayo, Oburu alifunga hotuba yake akisema kwa sauti ya majonzi, umefanya yaliyo bora, pumzika kwa amani kaka yangu, pumzika kwa amani kaka yangu. Please keep the spirit of Raila burning. We are going to keep the spirit of Raila burning. You can see Raila has siblings.